Ujambo na karibu, tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Hofu ya maswali na minong'ono vimeendelea kushika kasi nchini Tanzania kuhusu alipo Askofu Josephat Gwajima, kiongozi wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, ambaye kwa muda sasa amekuwa kimya bila mawasiliano ya umma. Ukimya huo ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia ya huduma yake umeibua mijadala mikubwa katika mitandao ya kijamii majukwaa ya kidini, na hata ndani ya vyombo vya habari. Kwa miaka mingi ya Askofu Gwajima amejulikana kama mhubiri mwenye mvuto anayezungumza kwa uwazi na ushujaa, akigusa masuala ya kiroho, kijamii na mara nyingine kisiasa. Sauti yake imekuwa ya ushawishi mkubwa kwa wafuasi wake na hata kwa watu wasiokuwa wa dini yake, lakini wiki kadhaa zilizopita, kimya chake kimegeuka fumbo linalozua hofu kubwa. Hadi sasa hakuna dalili yoyote inayoonyesha mahubiri mapya, mikutano ya hadhara, wala ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwake kupitia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kanisa lake, ambayo hapo awali ilikuwa ikitoa mahubiri kila Jumapili na matangazo ya mikutano, imesalia kimya. Waumini wananchi wengi wanasema hawajawahi kushuhudia hali kama hii tangu kuanzishwa kwa Kanisa la Ufufuo na Uzima. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wameanza kuzungumza kwa sauti ndogo wengine wameeleza kuwa walitarajia askofu atajitokeza kama kawaida, lakini muda unavyozidi kupita ndivyo hali inavyozidi kuwa tata. Wengine wanasema wamekuwa wakifikiria katika kanisa lake kawe, huenda atakuwepo hapo Dar es Salaam, lakini wanakuta ibada zikiendelea kwa uongozi wa wachungaji wadogo bila maelezo ya kina kuhusu alipo kiongozi wao mkuu. Mmoja wa waumini aliyejitambulisha kwa majina ya Neema anasema Askofu Gwajima hajawahi kuwa kimya hivi. Tumezoea kumwona kila wiki akihubiri na kutoa neno. Sasa kimya hiki kinatupa hofu kubwa. Tunamwombea, lakini tungependa kujua yuko wapi na yuko salama. Hata hivyo imezuka taharuki kubwa, huku wengine wakidai kuwa labda ameamua kujitenga kwa maombi maalum, ili hali wengine wanasema huenda ana matatizo ya kiafya au yuko chini ya uangalizi maalum. Taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa viongozi waandamizi wa Kanisa la Ufufuo na Uzima hawatoi maelezo yote rasmi. Mmoja wa wachungaji wa kanisa hilo alipoulizwa kuhusu alipo askofu, alijibu kwa kifupi kwa kusema, askofu yuko salama, Mungu anamtumia kwa namna zake, tutatoa taarifa kwa wakati wake. Hata hivyo, majibu hayo hayakutosheleza maswali ya waumini na wadau wa dini ambao wanataka maelezo ya kina zaidi. Ukimya huo umeelezwa na wachambuzi wa masuala ya kidini kama kiwango kipya cha tahadhari kinachoashiria ama mgogoro wa ndani au hali tete nje. Mtaalamu wa dini na jamii Profesa Emmanuel Kapinga amesema kuwa kiongozi wa dini kama Gwajima ni mtu wa umma, wafuasi wake wana haki ya kujua hali yake. Kimya cha muda mrefu bila maelezo kinaweza kuathiri imani ya wengi na pia kuibua uvumi usio na mwisho. Katika mitandao ya kijamii mijadala kuhusu hatma ya Gwajima imekuwa ikitawala kwa siku kadhaa. Vichwa vya habari kama Gwajima yuko wapi, askofu wa kimya na tunaogopa kuhusu Gwajima vimekuwa vikisambazwa kwenye majukwaa ya X, Twitter, Facebook na TikTok. Wengine wamekuwa wakitumia vipande vya zamani vya mahubiri yake wakihusisha na hali ya sasa, wakisema pengine Gwajima alijua kinachoweza kumtokea. Video moja iliyoenea sana inaonyesha Gwajima akisema, siku moja nitakaa kimya na kimya hicho kitazungumza zaidi ya maneno. Kauli hii imechukuliwa na wengi kama ishara ya kinabii ikizidisha imani kuwa ukimya wake una maana kubwa zaidi ya tulivyodhani. Viongozi wa makanisa mengine wameanza kutoa maoni yao hadharani. Mchungaji mmoja wa kanisa jingine kubwa jijini Dar es Salaam alisema iwapo Askofu Gwajima yuko salama ni vyema kanisa lake au familia yake itoe taarifa rasmi ili kupunguza taharuki. Ukimya unaweza kuleta tafsiri potofu. Wengine wameeleza kuwa hata kama Gwajima ameamua kujitenga kwa sababu za kiroho ni busara kwa viongozi wa kanisa lake kueleza umma ili kuondoa mashaka na mitazamo tofauti, na taasisi husika kutoa majibu ya haraka kuhusu alipo na hali ya askofu Gwajima, kwani ni kiongozi wa dini anayegusa maisha ya watu wengi. Kadri siku zinavyozidi kusonga, ndivyo maswali yanavyozidi kuongezeka. Baadhi ya watu wanasema askofu huenda yuko nje ya nchi kwa matibabu, wengine wanadai amezuiliwa, na wengine wachache wanapendekeza anaendelea na maombi ya faraga. Hata hivyo hakuna uthibitisho wowote rasmi unaunga mkono madai hayo. Wakati hayo yakiendelea, hali ya sintofahamu imekuwa ikiongezeka. Wafuasi wake wamekuwa wakikutana katika makundi binafsi, wakifanya maombi maalum kwa ajili yake. Wengine wameanza kuandika ujumbe wa kumtia moyo kwenye mitandao wa wakisema askofu wetu yuko hai kwa jina la Yesu na kimya si kushindwa. Wakati hofu ikiendelea kukua, bado hakuna tamko lolote lililotolewa na vyombo vya dola kuhusu suala hili. Hata hivyo baadhi ya wachambuzi wa, wa siasa wanasema ukimya huu unaweza kuhusishwa na mazingira mapana ya hofu na tahadhari katika anga la kijamii la Tanzania, hasa kufuatia mfululizo wa matukio ya watu mashuhuri kupotea kwa muda au kutoonekana hadharani. Katika mitaa mbalimbali Dar es Salam, Mwanza, Arusha na Dodoma, wananchi wameendelea kujiuliza swali lile lile: Je, Gwajima yuko wapi? Wengine wanasema hata kama ni kiongozi wa kiroho bado ni raia wa Tanzania mwenye haki ya kulindwa na kupata ulinzi wa kisheria. Wengine wanasema ni lazima viongozi wa dini wawe wawazi kuhusu mienendo yao ili kuepusha uvumi unaoweza kusababisha taharuki ya kitaifa. Mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu jijini Dar es Salaam alisema suala la Gwajima limekuwa kubwa kuliko mtu mmoja, limegeuka kuwa kipimo cha namna taifa letu linavyoshughulikia taarifa za watu mashuhuri. Wakati hali ikiendelea kuwa ya sintofahamu, usiku kwa mkia leo, ujumbe wa maneno mengi ulioandikwa na Askofu Emmaus Mwamakula ulianza kusambaa katika mitandao ya kijamii ukiwa na kichwa cha juu ukiwa na kichwa cha juu kilichoelekezwa moja kwa moja kwa Askofu Josephat Gwajima. Ujumbe huo wenye lugha ya kinabii na maonyo mazito umesababisha hisia kali miongoni mwa wananchi na viongozi wa dini. Wengi wamesema maneno hayo ya Mwamakula yanatia hofu, lakini pia yanatoa mwanga juu ya kile kinachoendelea. Kwa mujibu wa wachambuzi na waandishi wetu, ujumbe huo unaonekana kulenga si kwa Gwajima pekee bali pia kwa wale wanaodaiwa kuhusika katika vitendo vya utekaji, mateso na mauaji. Wengi wameutafsiri kama barua ya kiroho yenye siri nzito za kinabii, huku wengine wakisema ni ishara kuwa kuna jambo kubwa linaloendelea nchini. Hadi sasa, Askofu Mwamakula hajaongea zaidi kuhusu ujumbe huo, lakini maneno yake yameenea kwa kiasi kikubwa na kasi kubwa kote nchini Tanzania, yakitazamwa kama sauti ya onyo kutoka mbinguni. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kidini Ujumbe wa Mamakula umeongeza uzito katika mjadala wa je, Gwajima yuko wapi, kwa sababu unazungumzia mazingira hatarishi yanayomhusu moja kwa moja. Ujumbe kamili wa Askofu Mamakula ni huu hapa: Mpendwa Askofu Josephat Gwajima, amani ya Kristo mfufuka iwe nawe huko uliko. Bila shaka, watu wengi wanatamani pia kusikia kutoka kwako, lakini ni wazi pia ya kuwa watu wengi hawajui mazingira yako ya kwe sasa. Inawezekana kabisa na wewe unatamani sana kuongea kitu lakini mazingira yako hayaruhusu tena kama ilivyokuwa hapo awali. Ni matumaini yangu kuwa usiku huu ujumbe huu utakufikia lakini pia utawafikia watesi wako na watesi wa kanisa kwa ujumla. Ninaandika haya kwa moyo mzito sana, lakini uliojaa ujasiri. Nafsi yako isijitaabishe kutaka kujua nimejuaje mazingira yako, wala wakuu wa jopo la watu wasiojulikana wasijitaabishe kutaka kujua nani amenijulisha mambo ya ndani yanayopangwa na kunenwa katika vikao vyao. Wasiuane hata wakamalizana kwa kutafuta nani msaliti ndani yao, kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu wote wabaki kuwa hai, ili waje washuhudie matendo makuu ya Mungu wakati wote tutakapoimba gloria. Roho wa Mungu amenihimiza niyachapishe maneno haya. Watu wako wa karibu hawawezi kujua hatari iliyoko mbele yako, kwa kuwa sasa gema la mawasiliano kati yenu limetanuka, na itakuwa vigumu kwao kuuelewa ukweli wote lakini pia nao watu wasiojulikana wanapasuka kwa kuwa Roho wa Mungu anavujisha siri zao. Siri zote za vitisho walivyonong'ona dhidi yako zimefika katika baraza la ushauri la mbinguni. Hata sisi sote tukishapotezwa, hayo maneno na matendo yao yote yatakuja kuwekwa kweupe. Bahari, maziwa na mito vitakuja kutoa taarifa za marehemu wote waliotupwa pwani ndani yake, pia na taarifa za watupaji. Majumba ya siri nayo pia yatakuja kutoa taarifa za watu wote walioteswa na kuuawa ndani yake na taarifa za watesaji. Vyuma na viti vya magari vitakuja kutoa habari za watu waliouzimia na kukata roho wakati wa mateso na vipigo wakiwa ndani yao, pamoja na taarifa za watesaji na wasafirishaji. Misitu nayo na itakuja kutoa taarifa za marehemu wote ambao walitupwa kwamo pamoja na majina ya watesi. Mashimo ya siri yatakuja kutoa mvuke wenye harufu iliyobeba taarifa za wote waliofunikwa humo pamoja na taarifa za wafukiaji. Wanyama wakali waliolishwa miili ya wahanga na watekaji watakuja kuchamishwa midomo yao ili kucheua taarifa za watu wote walioliwa, sambamba na pia na taarifa za walishaji. Vikao vyote vya siri pia vitakuja kufunuliwa ili kutoa miniti, muhtasari na amri zilizopelekea watu kutekwa kupotezwa na kuuawa, pamoja na majina ya watoa wa amri. Ujumbe huu imeruhusiwa mbingu ili utoke ili kusudi liwe onyo la mwisho kwa wanaotoa amri za kuteka kutesa, kupoteza na kuua watu, pamoja na wanaotekeleza mambo hayo. Je, ni nani ajuaye kuwa mioyo ya watu hao inaweza kuchomwa na dhamiri iliyokuu wakaachana na matendo yao? Roho wa Mungu hajaondoka katika anga hili la Tanzania. Sisi wengine tulisalia na pia kusazwa kwa neema yake Mambo haya ilikuwa ole kuu kama sisi tungenyamaza. Ujumbe kwa wanaotekeleza amri haramu za kuteka kutesa, kupoteza na kuua watu unatoka katika kitabu cha Zaburi moja mstari wa kwanza mpaka wa sita. Basi na atukuzwe Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo ambaye ilimpendeza kwa neema yake kuu kutuchagua sisi tusiokuwa na jina kubwa miongoni mwa watumishi wake kwa makusudi ya kuyanena haya. Ezekiel 33, mstari wa kwanza, mpaka wa wa ishirini na mpaka. Naam, huo ndio ujumbe wa Askofu Mwamakula pia ambao wa walikuja kuandika juu ya tukio zima la kutoonekana kwa Askofu Josephat Gwajima. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.